Ya, ndio mkuu wenu wa mkoa, naitwa Patrick Sawala, kwa sasa ndio mkuu wenu wa mkoa. Kama nilivyosema, nimeambatana na wenzangu kimsingi. Ni tumekuja hapa na tumekuja mara kadhaa kwa ajili ya kuja kuangalia miundo mbinu ya shule yenu ambayo Dokta Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alileta fedha ili ninyi msafiri umbali mrefu kwenda ku eh, kufata elimu hii <coughs> na tunashukuru kwamba fedha ilifika, na nyinyi wenyewe mmekuwa mashahidi kwa sababu mmekwisha anza kufanya nini? Mpigeni makofi Dkt. Samia. Leo so, vilevile tumeambatana na hii timu. Mimi nimekuja kuangalia na pamoja na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hapa. Ndio unafanya kitu kwa kujificha, unaogopa mtu, maanake tayari hayo sio maadili. Maana kuna kitu ambacho si sahihi unakifanya kitu, kitu kama unakifanya ni sahihi hutakutaogopa si ndio? Yeah. Hey. Ukiona una unajificha, unataka kuchukua peni ya mtu, maana yake unataka kuiba. Kuiba sio kitu sahihi. Ukiona umekaa unaanza kuambia mwenzako kwa hey, ni kwambie kisauti, unaanza kupunguza, maana yake hayo ni majungu, maana yake unataka kufanya kitu ambacho sio sahihi. Kwa ukiona kitu chochote ndio una unafanya kwa kujificha eh, ndio maana hata wale nyinyi, na bahati nzuri nimesikia mwalimu ameniambia nyinyi hamna tabia hiyo. Wale wanaoangalizia wanasema wanatumia vibomu E, umeingia kwenye mtihani na majibu kwenye karatasi, mnakaitaka nini? Kai vinaitwa vibomu sio? kwa hiyo yeah. E, ukiwa unatumia kibomu, si lazima ufiche, maanake yeah. Unachofanya sio sahihi <laughs> <Bye. laughs> K, jitahidini kuwa watoto wema, fateni maadili yaliyo mema, mafunzo mazuri mnaopewa na malezi mema mnaopewa na wazazi, lakini mnaopewa na walimu wetu, ongereni kwa kazi nzuri.